sekta awezeshi kuboreshwa. Migiro amsifu maono uchumi. Barabara tatu za juu kujengwa Ilala. NHC kuongeza makazi. Habari katika ukurasa wa pili. Asilimia 83 wasema watashiriki uchaguzi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kimiti vijana wasikilizwe wawe suluhu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Mahakama yakubali pingamizi la Lissu. Habari katika ukurasa wa ishirini Serikali yatafuta wawekezaji a bandari zote, habari katika ukurasa wa tatu. CCM yataka wabunge wanaojali wananchi, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. NCCR mageuzi kuwezesha mitaji ya viwanda, habari katika ukurasa wa nne. JK Raila alithamini uhusiano Kenya Tanzania, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni korti ya kataa video ya Lissu, yakubaliana na pingamizi kuwa shahidi aliyetakiwa kuwasilisha hana vigezo. ch ya kamatu asafirishwa kwenda Tarime, ya habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Ndugu, katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Tundu Lissu ikisema, hii ripoti waheshimiwa wa majaji, kwa sababu ni ripoti ya vitu vinavyokataliwa na mahakama haiwezi kusimama yenyewe, kusimama kwake kunategemeana na kile ilichokichunguza. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Samia tutaboresha makazi, habari katika ukurasa wa pili. Watetezi wa haki waipa CCM jukumu. Dar es Salaam, zikiwa zimebaki siku saba kabla ya uchaguzi mkuu, mashirika ya haki za binadamu yamekitaka chama kinachotawala CCM na serikali kuchukua hatua za haraka na kudhibiti kukomesha matukio ya ukiukwaji undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Habari picha inamwonyesha Ole Ngurumwa na John Mungela. Sau yaahidi kuongeza walimu ADC elimu ya kompyuta, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mapya, miili ya vijana wanne iliyokotwa pwani, habari katika ukurasa wa kumi na saba wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele tunatazame sasa gazeti ya Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni utafiti wa Tanzania, asilimia 83 wasema watapiga kura Oktoba 29, wabaini CCM inaongoza kwa ufuatiliaji kampeni, asilimia 84.5 wasema watampigia kura Samia, chauma CUF mchuano mkali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Samia tutashirikisha wananchi kutenda haki, habari katika ukurasa wa nne Kigogo mwingine aikimbia Chadema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Hechi yakamatwa na polisi jijini da apelekwa Tarime. Habari katika ukurasa wa nne -E wa gazeti hili. UDSM yafikia asilimia themanini ya utekelezaji wa mradi wa HEET. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. TMA yatabiri uwepo wa kimbunga chenge. Habari katika ukurasa wa tatu. Marekani yaendeleza jitihada za kusitisha mapigano Gaza. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa.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 ushahidi wa video kuzuiwa katika kesi ya uhaini inayomkabili. Taharuki yaibuka mahakamani kisa maono. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia afichua alivyolikaripia baraza la mawaziri kisa usafiri daa. Habari katika ukurasa wa tatu. Mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM, Samia Suluhu Hassan ameonyesha kukunwa na maboresho ya barabara zikiwamo za mwendokasi jijini Dar es Salaam, huku akisimulia kisa kimoja kilichomkasirisha mpaka kuafukia baraza la kila mawaziri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Sadeki kusambaza waangalizi uchaguzi katika mikoa 27. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Viongozi wa dini waonya kuelekea uchaguzi mkuu wa habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika eheche mnyika sasa kutangazwa kwenye gazeti. Habari katika ukurasa wa nne. Azaki CCM wateta hoja nne nyeti zimo katiba mpya uhuru wa vyombo vya habari habari katika ukurasa wa 19 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru, kweli daima, ninalo mikononi mwangu lenye limeandika li kapigeni kura nchi shwari, Dr Samia awaambia wananchi katika mkutano wa kampeni uliofanyika Segerea jijini Dar es Salaam, asema vyombo vya vi ulinzi vipo makini, awatoa hofu wa Tanzania, asisitiza nchi iko salama wakati wote, ataka kupuuza vitisho vidogo vinavyofanywa umati wamshangilia. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, balozi Nchimbi anika umahiri wa dr Samia, habari katika ukurasa wa pili. Bongela azipa neno sasi uchaguzi mkuu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. updp wa Tanzania, jitokezeni Oktoba 29, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili Chadema yamekukatia kigogo mwingine atimuka. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Kiongozi mwingine wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Aden Mayala, ameamua kujiunga na chama chao ndani. Wa taarifa hini katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Gazeti Mwanahabari limeandika Dkt Samia, tutafanya kazi kwa ajili ya watu Asema serikali yake imeunda tume mbalimbali kutatua changamoto kero za wananchi, kuwashirikisha na kutenda haki kwao, abainisha ndio utawala bora. Ukitaka kuendesha nchi kwa amani, lazima uwashirikishe wenye nchi, na ndio demokrasia. Habari katika ukurasa wa tatu. Gazeti limeandika utafiti wa Tanzania wapo tayari kwa uchaguzi. Habari katika ukurasa wa tatu. Wanazuoni wachambua wa uchumi. Profesa Saad apongeza jitihada za serikali ya awamu ya sita. Profesa Njozi ahimiza amani, habari katika ukurasa wa pili. Ujenzi bwawa la Songwe wakutanisha viongozi, habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwana habari katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na wazi lenye limeandika Dkt Samia, hakuna tishio la kuvuruga uchaguzi, habari katika ukurasa wa pili. ACT Wazalendo jitoa hofu kwa mawakala wake, habari katika ukurasa wa pili. Trump aufuta mkutano wake na Putin, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Hemedi awaomba wananchi wa Konyani kuichagua CCM. Habari katika ukurasa wa pili. ZEK yaweka mazingira mazuri kwa makundi maalum. Habari katika ukurasa wa tatu ambamo Fatma Karume atoa nasaha kuelekea uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye li wa habari iliyopewa kipaumbele ni wakizingua tu imekula kwao, Simba ya wakalisha wa Arabu, kafu. habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, mabao Simba ahwa na mabao mawili ilimpanzwa na bao moja, kibdenis ana mabao mawili na Jonathan soa ana goli moja. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na mbili ijayo ni Oktoba 26 Simba dhidi ya Nsingizini, Oktoba 30 ni TRA dhidi ya Simba Sports Club. Pacome, Maxi watushwa zigo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Kwa heri Modeste, habari katika ukurasa wa kumi na moja. elfu moja mia tisa sabini hadi elfu mbili na ishirini na tano zeneti, miaka kumi na saba ya soka bila sabu, habari katika ukurasa wa kumi na mbili. Gazeti hili pia limeandika TPL kesho Jumanne Bay City dhidi ya JKT Tanzania saa kumi kamili jioni KMC Complex, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani, habari hilo lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika Kapombe, Simba kuwania tuzo Afrika. Twiga Stars iyatanguliza mguu mmoja wa Afcon 2026 TRA United mashujaa hakuna mbabe, habari katika ukurasa za ndani. Mapana mjulia hali dudubaya, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Wakongwe wamlilia Modesti, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wake wa nyuma lenyewe limeandika Simba Sports Club Kapombe kuwania tuzo CAF ni zile zinazotolewa CAF na hodha huyu wa Simba ajivunia kuwa miongoni mwa undani wa taarifa hini katika ukurasa wa ishirini na tatu kocha mpya kushuhudia ko Yanga jukwani Jumamosi. Habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Gazeti hili limeandika wikaris afunguka kuitendea haki jezi. Habari katika ukurasa wa ishirini na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, michezo na burudani, na gazeti hili linakamilisha udukuzi kupitia hapa Toka Zamani TV.